Mpendwa, karibu tena katika somo la leo linalosema lango la uzima au mauti yako. Lango la uzima au mauti yako. Unajua, katika wanaviumbe wote walioumbwa na mwenyezi Mungu ni mwanadamu pekee aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Unaposema aliumbwa kwa mfano wa Mungu tuna maana nyingi sana, lakini moja ya maana ya kuumbwa kwa mfano wa Mungu ni hii hapa. Mungu au mbinguni, ndio pekee kuna viumbe ambao wana lugha za maneno za kuwasiliana. Na Mungu alipomuumba mwanadamu, alimpa kitu ambacho viumbe wengine wote hawana, wanaweza kuongea kwa instinct, wanaweza wakawasiliana kwa njia ya ishara a, kwa vitu ambavyo tayari vimeshakuwa vimetengenezwa ndani yao, lakini mwanadamu ndiye kiumbe pekee aliyepewa lugha na matamshi ya kuongea na kiumbe kingine wakaelewana, na kwa ubunifu mkubwa na zaidi, lugha na maneno ambayo amepewa mwanadamu vina uwezo wa kufanyika kuwa kitu halisi. Sasa katika somo la leo tunakwenda kuangalia ya kwamba kinywa ambacho umepewa na uwezo wako wa kutoa neno au kulipokea neno, vina maana kubwa sana kimwili na kiroho, na the way unavyoongea, the way unavyopokea maneno unayoambiwa yana uwezo wa kuathiri familia yako, kuathiri uchumi wako, kuathiri mahusiano yako, kuathiri ukiroho wako, kuathiri kila eneo la maisha yako. Na hii ndio ikapelekea leo tujifunze neno linalosema, lango la uzima au mauti yako, na nitajikita zaidi kwenye uzima, maana mambo ya mauti haya si mpango wa Mungu kwa maisha yako. Sasa kabla hatujaangalia kwa kina somo la leo, maana ya lango au gate ni nini katika Biblia? Gate, moja ya tafsiri hapa, naisoma kwenye dictionary moja hapa ya uh, dictionary moja hapa ya King James Version dictionary, anasema a gate is a large door which gives entrance into a walled city, a castle, A temple, palace, a palace or other large edifice. Manake ni kwamba ni lango, manake ni mlango mkubwa ambao unatoa nafasi entrance, uwezo wa kuingia katika mji mkubwa wenye kuta, katika ngome, lakini katika hekalu, lakini katika palasi. Palasi ni kama jumba la kifalme au sehemu yoyote ambayo imezungushiwa na kuta. Kwa hiyo ni tofauti na mlango wa kawaida, maana mlango unaweza ingia chumbani ukaingia chooni ukaingia, um, bafuni lakini lango ni sehemu ya muhimu sana. So, tunaposema maneno au lugha au kinywa chako ni lango la maisha yako, tunaunganisha na ile wa Korintho, anaposema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, msiliharibu, ukiliharibu na mimi nitakuharibu. Maana yake nini? Lango kinywa chako pia ni, eka, ni lango la hekalu ambalo linaweza likaingiza vitu na kutoa vitu ambavyo vikakuharibu wewe mwenyewe, vikawaharibu wanaokuzunguka na vikawaharibu wanaokutegemea. Lakini maana nyingine katika maandiko, lango linatumika figuratively kwa maana ya lugha ya picha, ikimaanisha pawa mamlaka ikimaanisha dominion mahali pa utawala, kama kitabu cha Mwanzo 22 anaposema thy seed shall possess the gate of his enemies, uzao wako tatawala mageti ya adui, malango malango ya adui. Lakini pia the gates of hell are the power and dominion of devil and his instruments. Mathayo 16 anasema wala malango ya kuzimu hayatakuweza. Kwa hiyo hili lango la kinywa chako linaweza kuwa ni entrance ya mamlaka na nguvu za agiza kwenye maisha yako. Hili lango la kinywa chako linaweza likawa ni geti la mamlaka la geti la kupitishia mamlaka ya uungu na baraka za Mungu na nguvu za Mungu na uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Basi baada ya kusema haya machache, mpendwa niruhusu nikupitishe kwenye mambo machache ya msingi ya kuzingatia katika somo la leo. Kitabu cha Zaburi themanini moja kumi, maandiko matakatifu yanasema mimi ni Bwana Mungu wako niliye kupandisha kutoka Misri, fumbua sana kinywa chako nami nitakijaza. Haya ni maelekezo ya Mungu kwamba yeye ndiye Mungu aliyekutoa katika nchi ya Misri. Nchi ya Misri inamaanisha maisha nje ya Mungu, maisha nje ya mfumo wa Mungu. Unapogia kwenye mfumo wa Mungu, umetolewa Misri. Sasa anatoa maelekezo wewe ambaye katika mfumo wa kiungu, mfumo wa kiroho, anasema fumbua sana kinywa chako. Aambiwe sisimizi, aambiwe tembo aiambiwi miti unaambiwa wewe, ya kwamba fumbua sana kinywa chako, nami nitakijaza. Maana yake ni kwamba kama unaweza ukafumbua, basi ni figurative. Kwa mfano, inamaanisha kinywa chako ni kama lango cha kutamka vitu ambavyo vinaweza vikatoka na vikawa vika ni lango la kupitishia baraka za Mungu. Sasa niseme nini? Kinywa chako ni lango, mahali ambapo kitu kinapita na kinatoka sasa, nikuambie kitu kimoja. Maneno unayotamka, maneno unayojitamkia, unayotamkia watu, unayotamkiwa, ukayapokea na ukayaamini, yana athari kubwa sana kwenye namna, kwa namna, kwenye kila eneo la maisha yako. Nimesema mwanzo hujanielewa vizuri kitabu cha mithali sita mstari wa pili maandiko yanasema basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako wakati unapojitamkia laana unapotamkia watoto wako laana unapojitamkia kushindwa unapojitamkia hasara unapojitamkia ukoswa mwelekeo Unaatha, unaathiri, unafunga, unatega maisha yako, unatega hatima zako. Ngoja nikwambie, Biblia imesema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Je, huwa unatamka nini wakati mambo yanapogeuka, wakati unapoona giza na utusi utusi mbele ya maisha yako? Katika Biblia leo itatufundisha ya kwamba unaweza ukajitega maisha yako, unaweza ukayatega hatima yako, unaweza ukaitega familia na mahusiano yako, unaweza ukayatega kwa maneno. Maneno yameleta mapinduzi, maneno yameleta vita. Iki kinywa hiki au ulimi, Biblia inaofananisha na, na usukani wa meli. Ndio maana anasema ufunge rijamu, ni kama kinywa cha farasi kinaendeshwa Yani, farasi anaendeshwa ya na, na mdomo unafungwa ile lijamu ambayo mtaalamu anakuwa anaendesha akivuta hivi na kata kushoto, akivuta na kata kulia. Sasa maneno unayotamka yana shape maisha yako ya kiroho. Usisubiri maneno haya <coughs> samani uambiwe kwenye mitandao ya kijamii na wanasaikolojia. Haya ni mambo ya kiroho, unaweza ukaongea wewe. Nikwambie, hata maneno unayojitamkia kwa utani unayotamkiwa kwa utani katika ulimwengu wa roho yanafanyiwa kazi na vitu viwili ambavyo nitavisema hapa chini baadaye. Endelea kunisikiliza kwa maneno unayotoa yana nguvu ya kuvuta uwepo wa Mungu na uwezo wake kwenye maisha yako. Maneno unayotoa yana nguvu ya kuvuta uwepo wa adui Ibilisi na majeshi yake kwenye maisha yako na vitu vyake kwa hiyo hali yoyote unayopitia haijalishi, usijitamkie kushindwa, usijitamkie kumalizika, kufilisika, kurogwa, kuhujumiwa, na kila maneno ambayo kimsingi hayatokani na Mungu. Ni kweli walisia wa maisha yetu, wakati mwingine unaweza ukaonyesha kuachwa, unaweza ukaonyeshwa kutelekezwa, kute, tena unaweza ukaaminishwa vitu vingi sana, lakini Mungu hakuangalii kama ulivyo. Mungu anapokuangalia anaangalia namna anavyoweza kukufanya kukutoa point A ya chini kukupeleka point B. Kwa hiyo anza kuona vile ambavyo Mungu anaweza kukufanya. Usitumie muda mwingi kuangalia hivyo ulivyo, angalia jinsi ambavyo Mungu anaweza kukufanya. Kwa hiyo afu anza steps, hatua za kufikia hatua hiyo. Kwa hiyo Mungu, nataka nisema nini? Mungu anafanya kazi kupitia maneno. Ndio maana chochote unachokiona kwenye dunia hii kiliumbwa na neno, na chochote unachokiona kwenye maisha yako kinaumbwa na maneno, spoken word, maneno unayoyatamka na yale ambayo huyatamki, lakini unayawaza kwenye akili yako. Katika kitabu cha Mithari 18:20 na 21, maandiko yanasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Biblia iseme tusiongee, tubaki mabubu. <laughs> anasema mauti na uzima. Sasa mauti na uzima haijasema tu mauti ya mtu kufa, ni mauti ya biashara, mauti ya familia mauti ya ukiroho wako, mauti ya mahusiano, mauti ya uchumi, mauti ya kila eneo la maisha yako. Biblia inasema iko chini ya mamlaka ya, ya, ya ulimi au ya kinywa chako. Anasema na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa hiyo hapa iko clear kabisa kwamba matunda ya kinywa chako wedha yanaweza ya ya kakuletea uzima, yanaweza kakuletea mauti. Biblia inasema nimeweka mbele yako mauti na uzima, chagua uzima. Sasa uzima maana yake nini? Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sita mstari wa sitini na tatu ya kwamba maneno ni waambiayo ni roho tena ni uzima. Ha, kumbe uzima wa maisha yako upo katika neno la Mungu. Sasa tunafanyaje? Kabla sijasema tunafanyaje, unaweza ukasema mtumishi umeanza kuongea vitu vya ajabu ajabu vya saikolojia, vitu vya kidunia. Unaweza kuwa kwa sahihi. Lakini njia pekee ya kutoka hapa tulipo, na kimsingi nataka niseme tunatokaje? Kutoka katika mifumo hii. Hii mifumo tumekuzwa. Unajua ubongo wa mwanadamu ni kama kompyuta. Kwenye kompyuta kuna theory inaitwa garbage in garbage out. Utakachokiweka ndicho utakachokitoa. Kitu hiki Yesu aliwahi kukisema kwamba kimtokacho mtu ndicho kinachomtia mtu unajisi. Unajisi maana yake ni kuharibu vitu na mahali mbaya. Sasa kinamtoka nini? Anasema uchungu, uzuni, kinakutoka maneno mabaya, mambo yasiofaa. Lakini haya mambo So kwamba yametoka tu, kuna wakati yaliingia. Yaliingiaje? cultivated characters, kuna tabia ambazo umekuzwa nazo. Kuna inherited character, kuna vitu umerithi, namna ya kuongea, lugha za matusi, lugha za kata tamaa, lugha za, za uchovu, lugha za hofu na uoga, kwa namna ambavyo umekuwa na nchi uliokulia na wanasiasa waliokukuza, kama wamependa mambo ya siasa. Kwa hiyo siri kubwa ipo katika kitabu cha Yohana nane thelathini na mbili anaposema tena, mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kitu pekee kinachoweza kukuweka huru dhidi ya mtego wa maneno ya kinywa chao dhidi ya maneno ya mauti ya ambayo umerithishwa na umekuwa katika maisha yako ni kweli. Kweli ni nini? Maandiko yanasema watakase na hiyo kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa kweli neno la Mungu anasema maneno yale alipo yala yalikuwa ni matamu kwenye kinywa chake, huyu nabii nabii Yeremia, nafikiri kama si Ezekieli anasema na, na, na, mausia yako kitabu cha Zaburi 119, ni matamu zaidi ya asali. Neno hili ndani yake iko nguvu ya kubadilisha maisha. Biblia Yesu anasema neno la Kristo lijae kwa wingi, ili baadaye, yani, mtu aliyejaza neno la Mungu kwa wingi, maneno haya ambayo yenye uwezo wa kuleta na kuvuta baraka na, kuleta, na kuumba mazingira angahewa chanya kwenye maisha yake yatatoka kwa, kwa, kwa wepesi kuliko mtu ambaye anaishi tu bila kujaza neno la Mungu kwenye maisha yake. Sasa niseme kitu kimoja cha mwisho, iko siri kubwa sana katika matokeo ya kila neno unalosema. Katika ulimwengu wa roho, umegawanyika katika sehemu mbili, kuna ulimwengu wa roho wa Mungu na ulimwengu wa roho wa ibilisi. Waefeso sita nasema ni sahihi kabisa, vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni vita dhidi ya falme, mamlaka, usultani na ukuu na vikosi mbalimbali vya adui katika ulimwengu wa roho. Asa, ulimwengu wa roho unaendeshwa na ibilisi na malaika zake au malaika waovu hawa sitawasemea sana. Nataka niseme hawa wazuri. Ulimwengu wa roho wa ibilisi, ulimwengu wa roho wa Mungu unaendeshwa na malaika wasafi malaika wa Mungu ambao ni innumerable number of angels hawahesabiki, ni mabilioni mara bilioni mara bilioni, na mmoja ana nguvu ya kukamata vijinijini vyote na kuviteketeza, kwa sababu Yesu ameshavishinda huku na vilishindwa mbinguni. Sasa Zaburi mia moja na tatu mstari wa ishirini na moja unatupa mwongozo wa namna ya kushinda vita hivi vya maneno katika ulimwengu wa roho. Mambo mengi unayoona katika ulimwengu wa mwili haya ya kuonekana na kugusika na kushikika ni matokeo ya vita vilivyoendelea katika ulimwengu wa roho. Sasa Zaburi 103:21 ndipo muongozo. Namna ya kuwatumia malaika kufanya kazi kwenye maisha yako. Huko ujinga wa kiroho naita ujinga kwa sababu unakuta mtu anasema ninamwamuru malaika, ninamtuma malaika. Ah ah! Malaika wa mulimu hivyo? Utaratibu wa malaika ni huu hapa. Zaburi 103 mstari wa 21. Mwenye mstari huu wa Zaburi 103 mstari wa 21. Katika kitabu cha katika Biblia inaitwa English Standard Version. Ah, tuseme inaitwa inaitwa inaitwa New Living Translation. Nasema, Yes, praise the Lord. You armies of angels who serve him And do his will. Katika, katika good news translation nasema, praise the Lord all you heavenly powers, you, you servants of his who do his will. Aha, manake ni nini? Very simple kwamba jeshi la malaika lina serve, linatumikia, ni watumishi wa neno la Mungu, wa mapenzi ya Mungu maana anasema kuyafanya mapenzi yako e ee, Mungu ndiye furaha yangu, sheria yako iko moyoni mwangu. Sheria ya Mungu ni neno la Mungu. Sasa malaika wanasubiri utamke neno la Mungu ili wao waligeuze neno la Mungu kuliweka katika uarisia, na ndio maana Yesu alijua nguvu ya neno katika maisha yake hapa duniani, mambo yake mengi Akuyafanya. <laughs> yalikuwa na neno lake. Maisha tunayopitia hasa katika siku hizi za mwisho yanahitaji watu ambao wana urafiki mkubwa sana na neno la Mungu, na sio tu usome neno kidini au kwa mujibu wa taratibu za maelekezo ya, ki, ya kiongozi wa kidini. Usome neno kiroho. kwa nini? Unaposoma neno kiroho, maana yake usome ukiwa na utambuzi ya kwamba hiki kinachokisoma hii hadi naoichukua na nina jukumu la kuitamka na kuiongeaongea kwenye mazungumzo yangu, kwenye maisha yangu, kwenye vipindi vya maisha inavyopitia, maana wako heavenly powers, heavenly servants, heavenly angels, host of angels, majeshi ya kimalaika ambayo yako tayari yanasubiri nitamke neno, wao wafanye. Kwa hiyo unapoona kuugua, unaona unaugua kabisa, yani hauoni asubuhi Tamka neno la Mungu, na kwa kupigwa kwake mimi nimepona, na kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Nasema auondoa ugonjwa wangu, auondoa ugonjwa wangu, imeandikwa hivyo. Unapotamka hivyo, malaika wanashughulika na hilo eneo ambalo unaumwa, unavuta nguvu za Mungu katika magonjwa yako, na nguvu za Mungu ni kubwa kuliko magonjwa. Unapoona kutishwa, unahisi hofu unahisi hofu. Tamka kwamba hatukupewa roho ya woga bali roho ya nguvu kiasi na upendo. Sikupewa roho ya woga bali roho ya nguvu kiasi na upendo. Tamka Bwana ni ngome yangu, nimwogope nani? Unapotamka hayo maneno malaika wanaku, wanakuja kukuhudumia, moja kumi na nne Waebrania hao ndio roho watumwao waki, waki, waki, kwa ajili ya kuwahudumia wanaongojea ule, ule ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unahudumiwa kupitia neno unaolitamka, lakini pia unajeruhiwa na unapigwa na kuteswa kupitia maneno unayotamka. Sasa usichanganye usi neno na uhalisia. Unatamka neno wakati hali haijawa sawa, unatamka mpaka lini? Unatamka mpaka hali itakapokuwa sawa ndivyo ambavyo Biblia inasema siku ya leo, kwa sababu lengo la kinywa chako ni lango, ni mamlaka, ni dominio, ni pawa. Unapoona kuanguka, unapoona kuanguka, mwambie Mungu, tamka neno, niangukapo nitasimama tena. Yaani tamka kusimama katikati ya kuanguka, tamka kuinuka wakati wa kuinama, tamka uchumi kwamba nawe na, anasema, anasema nane kumi na nane kwamba nao utamkumbuka Bwana Mungu wako akupaye nguvu ya kupata utajiri. Nami nakukumbuka Mungu wangu, unapotamka unapata nguvu ya kupata utajiri. Maanaake nguvu ya bidii inakushukia, nguvu ya uthubutu inakushukia, nguvu ya kujaribu mambo makubwa inakushukia, nguvu ya kukataa kushindwa inakushukia kupitia malaika. Unapoona kucheleweshwa, unapoona kucheleweshwa nasema mtukeni yeye fedha zenu zote, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu yote. Ikiwa unasema hata mimi nilikuwa nimeingia kwenye mtego wa maneno. Inawezekana hata magonjwa unayopitia yamekuwa yanatesa kwa sababu hata maneno yangu yako kinyume na neno la Mungu, ila yako sambamba na maneno ya mtesaji. Yawezekana hali unayopitia ya kiroho ni kwa sababu siku zote umekuwa umetamka shetani ana nguvu kuliko Mungu. Wakati Biblia inasema dhambi ilipozidi, neema lizidi zaidi. Ukutamka uwezo wa Mungu wa kutoa katika dhambi, enenda zako, usitende dhambi tena. Umetamka uwezo wa shetani kukutesa. Kwa hiyo unavyotamka vinaunganishwa katika ulimwengu wa kiroho, connections zinafanyika na, na unaishia kwenye matokeo ya uzima au mauti. Ikiwa unasema na mimi, nimechagua uzima, mambo ya mauti tuwaachiwa wanaopenda na wale jamaa yao Ibilisi. ila mimi nimekuwa mtu wa uzima, uzima kwenye familia uzima kwenye chakula, uzima kwenye afya, nataka uzima kwenye masomo, nataka uzima kwenye usomaji wa neno la Mungu, uzima katika maombi ya matokeo. Yani kila eneo la maisha yangu lijazwe na uzima. Sema hiki tunachokitaka, kama nakitaka, Mungu akubariki. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako. Neno lifupi lakini jema na zuri, amelisikia. na kwa sababu amelisikia, Baba anatamka uzima juu yake kuanzia sasa anapoyageuza maneno yako kuwa maneno yake, kuanzia sasa unapoanza kushusha malaika kwenye maisha yake, achaanze kuona mifululizo ya baraka kwenye maisha yake, achaanze kuona ushindi mahali anapoanguka, achaanze kuona afya mahali kwenye magonjwa, achaanze kuona baraka kwenye mahali kwenye laana, kwa sababu ameamua kuwa mtu wa neno na Bwana. Ikiwa kuna mahali alikuwa na kukosea, kwa sababu tu ya neno hili, Mungu msamehe, mpokee tena, mfanye kuwa mshindi katikati ya mikikimikiki ya kufunga historia ya dunia. Bwana naye akadumu kwa